Hiyo kazi mmeifanyia wapi? Tumeona maduka yote hali yako mbaya vile vile. Wageni wote wako tena kinyume cha taratibu, wengine wana hata mashine ya kukatia ushuru, alafu tuatoa taarifa kama tumeshughulikia matatizo. Kazi gani hii mmeifanya? Kwa hiyo naomba niseme, haturidhishwi na tabia hii ya kutoa taarifa zisizopimika. Twende tukashughulikia uhalisia matatizo ya watu kule chini hapa wa hapa Kariakoo. Mheshimiwa mwenyekiti wetu wa taifa na mwenyekiti wetu wa Kariakoo, nimeenda nimejivizisha wenyewe kile mlichokuwa ninasema kweli. Katibu, katibu wetu <tap> yeah. Katibu, ulichosema kweli, makamu mwenyekiti ulisema kweli <tap> mimi nashangaa

Kwanza mwenyekiti, naomba niseme, mimi nilitaka kuja kulizisha site na mwenyekiti wa taifa. Niseme tuna kazi kubwa ya kufanya, na hili hapa naomba niagize wataalamu wote wa serikali wale wanaohusika, tunataka tuone kuanzia kesho kazi tuliyofanya hapa inaendelea maeneo yote. Na hili mwenyekiti, inshallah Mungu akijalia, ndani ya mwezi mmoja anakuja kuangalia tena hapa, tupite ngumu kwa ngumu, tuangalie wangu simama kwanza, naomba niambie hapa nina jembe sana katika mtu makini huyu, kijana ni makini huyu, nisimamie zoezi hilo, waambie wote, kesho operation inaanza mtaa kwa mtaa, tuondoe hili tatizo. Naomba niseme, hatuwezi kucheka kwa matatizo ya wananchi wa Tanzania. Kuna watu hapa wale mikopo yao wamekopa ya wa benki, wengine watafilisika, wataenda kwa huko wakiwa masikini wa kutupwa, na wengine wanaweza kupata depression au kupata kufa, wengine ugonjwa wa moyo, wengine hata wata paralyze hapa kwa sababu wanaona hatima yao haina majibu. Kwa hiyo naomba niwaambie hapa leo nimefanya zoezi la nusu sana timu yangu hii, tulichokuona ni kwamba kazi haijafanyika, tulichoambiwa kazi haijafanyika serikali. Kama mheshimiwa Rais alivyotaka, kesho viingie site hapa, waende mtaa kwa mtaa, tumalize hili tatizo. Jambo lingine tumeshauriana, kwa sababu kuhakikisha tuboreshe sheria zetu na kamati yetu imekuja maeneo ya kuboresha sheria. Naomba niwakishie, tunaboresha sheria, tunakuja na sheria mpya ya kulinda wazawa katika upande wa biashara, kuainisha <coughs> aina za biashara ambazo zipi anafaa kufanya mgeni na zipi haruhusiwi kabisa mgeni kufanya. Na hili nilitoa pale ndani kwenye kikao chetu cha nane, nimeagiza jumuiya afanya biashara Ninajua sheria inatengenezwa na serikali with stakeholders, kupata opinion, lakini nimetoa pendekezo kwa soko la Kariakoo, faungozi wa soko pamoja na taifa wanipe wao sheria wanaitakaje, opinion yao iwe. <coughs> Nimefanya, lengo langu ni nini? Sio wataalamu watunge sheria wakiwa Dodoma huko kokote, bila kuwahusisha hali halisi ya wafanyabiashara wa hapa Nimewambia moja na ibara kama tano, zisizopungua tatu mpaka tano, mapendekezo sheria hiyo ninataka iweje. Hapa Kariakoo tuhakikisha tunaondoa tatizo hili kwa nchi nzima, na sheria hiyo ni yetu. Tuiharakishe iende kwa, kwa spidi, kwa sababu utaratibu wa sheria una taratibu zake. Sitaki kuzungumza mpaka mwisho, lakini yetu ni kwamba tuhangaike sheria hii ikamilike haraka iwezekanavyo. Sheria mwenyekiti atasaidiwa na makamu mwenyekiti hapa, watengeneze hiyo sheria ije mapendekezo, opinioni zao, ili mradi wataalamu wangu anapokuja na yale mapendekezo, rasimu ya bili ya muswada iangalie jinsi gani imegusa matatizo ya nini ya watu wakaliapo.